Jamani, tumebishana sana hapa na huyu bibie. Niko hapa mm -hmm. Unasemaje? Nataka ufungue eh, unywe, nikiwa naona kwamba uamini. Kama hapana, naomba ufungue, nalipa. Fungua mwenyewe, ionyeshe kana iko sildi, au uchukue nyingine kwenye dro hapo, uchukue nyingine hii hapo, hiyo. Iko sildi. Iko sildi. Hii hapa. Kila kitu kiko sawa, fungua, nataka unywe, nilipe unailipia shingapi? elfu kumi Eh, nalipa elfu kumi na umefungua. <laughs> Eh, mama, yaani kwamba uamini kama hii, na kunywa ua yote nione, nalipa elfu kumi. Manga chuga. Oh ya. Ha. nikiumwa Sina hela sina hapa hela wala nyumbani, dondosha hela hapa. hizi ndo pisi za chuga, tunapiga ngumu. Lakini nataka niwaambie hivi, kwa sababu ya mechi ya Simba na Yanga kesho tunakula laini. Ay, ay, kesho ay, ay, yeah. tu sasa yeah. laini tu. Unajua laini ni nini? pisi ya chuga ikikuambia laini, manake ni safari ni Kilimanjaro ni za baridi. Za baridi. Umeona eh? Za Karatu kule utasikia ni peni nini? Kesto milki au Guinness. Guinness is mousse. Eh, hizo ndo ndo laini. Kesho tunapiga chuga, chuga ni Kilimanjaro na safari. Eh. Kari. Mapema sana. Haya, jamani umeshuaisha. Na uzi wa Simba.